Karibu msikilizaji wa Gray Simulizi katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Penzi la Kiziwi na Bubu. Nataka kusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Ni kuombe usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi. Tuanze na simulizi yetu ya Penzi la Kiziwi na Bubu. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima na mashamba ya kijani kibichi aliishi kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Bakali. Bakali alikuwa kijana mtulivu mchapakazi, lakini ni tofauti na vijana wengine wa kijijini, yeye alikuwa ni bubu. Hakuwahi kusema hata neno moja tangu kuzaliwa kwake. Watu walimpenda kwa moyo wake wa upole na msaada aliokuwa akiutoa kwa kila mtu. Siku moja katika soko la kijiji, Bakari alikutana na Asha, msichana mrembo mwenye tabasamu lenye mvuto wa kipekee. Asha alikuwa mgeni kijijini hapo, akiishi na shangazi yake baada ya wazazi wake kufariki katika ajali ya gari. Kilichomshangaza Bakari ni kwamba Asha hakuweza kusikia wala kuzungumza, alikuwa ni kiziwi tangu utotoni. Bakali na asha walijikuta wakivutwa na hali yao ya kipekee. Ingawa walikuwa tofauti na wengine, walihisi uhusiano maalumu ambao haukuhitaji maneno. Walitumia ishara rahisi za mikono, tabasamu na maandishi kwenye mchanga kuwasiliana. Kidogo kidogo urafiki wao ukaanza kuchanua watu wa kijijini hawakuelewa urafiki wao wengine walizani kwamba bakali na asha walikuwa na laana au walilaaniwa kwa namna fulani maneno ya kejeli na dhiaka hayakukosa lakini bakali hakuujali kila siku walipata nguvu zaidi ya kuendelea kuwa karibu na asha asha naye ingawa wakati mwingine aliathirika na kauli za watu alijua ndani ya moyo wake kwamba Bakari alikuwa mtu wa pekee. Msikilizaji wa Gray Simulizi, nikukumbusha kusubscribe katika channel hii ya Gray Simulizi ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutokea hapa nyumba ya burudani Gray Simulizi. Tuendelee na simulizi yetu ya Penzi la Kiziwi na Bubu. Siku moja kundi la vijana wa kijiji waliamua kumdhiaki Bakali kwa kuandika maneno mabaya kwenye mlango wa nyumba yake. Asha aliona na machozi yakamchuruzika mashavuni mwake. Bakali alimtuliza kwa kumkumbatia na kuandika kwenye mchanga, Usilie mimi niko hapa. moyo wa Asha ulijaa faraja. Kwa mara ya kwanza alihisi kuwa na mtu ambaye hakuhitaji maneno ili kuelewa uchungu wake. Upendo ulianza kuchanua kama maua katika msimu wa mvua. Kadiri muda ulivyopita, wakazi wa kijiji walianza kuona nguvu ya upendo kati ya Bakali na Asha. Waliona jinsi walivyoshirikiana kwenye kazi za kijiji bila kujali changamoto zao. Polepole watu walianza kuwaheshimu na kuwaunga mkono. Siku moja katika tamasha la kijiji, Bakali alimwandikia Asha kwenye mchanga, nataka kuwa nawe milele. Asha alitabasamu na kuandika, mimi pia. Watu wa kijiji walishangilia walipoona Bakali akimvisha Asha pete ya shanga aliyoitengeneza mwenyewe. Upendo wao ukawa mfano wa kuigwa ukithibitisha kwamba lugha ya upendo ni ya ulimwengu wote, haihitaji maneno wala sauti. Katika kijiji chao Bakali na Asha walijenga familia yenye furaha, wakionesha kwamba changamoto hazizuii upendo wa kweli kuota mizizi. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi yako ya Penzi la Kiziwi na Bubu. Aliye kusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulia. Nikuombe usiache kusubscribe kulike na kucomment hapo chini ili kupata mwendelezo wa simulizi zetu kutoka hapa Gray Simulizi.